Ni siku nyingine ambapo asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji ninaamini kwamba umeweza na kuamka ukiwa umebarikiwa na uhai katika uso wa dunia. Anjalishi ni kipi ambacho uliweza na kupitia siku ya njana? Anjalishi usiku wako ulikuwa namna gani? Maybe umelala kama unauma. Maybe uliweza na kulala lakini hauna amani kabisa. Siku ya leo, amini kwamba mambo yatakuwa mazuri. Baraka za Mwenyezi Mungu utaweza kupatana nazo. Mimi umeweza na kukaa katika hiyo hospitali kwa miaka kwa miezi, lakini Mwenyezi Mungu bado anajua uko pale, anajua kile ambacho unahitaji. Mwenyezi Mungu atakutendea, endelea tu na kushikilia tu imani yake yako kwako, kwake amini atakutendea, usikate tamaa. Kuna Mungu anayekuona, kuna Mungu anayekunjali, kuna Mungu anayekushughulikia. Karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya baraka, tuzidi kunyunyuziwa hizo baraka na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Kiatineni Pastorate. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo ambayo umetunjalia, naomba ni wasalimu watazamaji wangu siku ya leo hamjambo? Nami na si jambo. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametujalia. Tunafaa tuishi maisha ya kumshukuru na maisha ambayo yanampendeza, kwa maana ameona ni vizuri, ili tukaweze kuwa hai katika wale ambao aliweza kuchukua mioyo yao na aliweza kuwachukua akawapumzisha kazi zao. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana ili tukaweze kutembea na Yesu na tukaweze kukaa na Yesu na tukaweze kuishi naye na kuwa naye katika kila jambo tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo, wa Baba wa mbinguni natukuka. Tunaomba, tunaomba, tunaomba uwepo wako, baraka zako, tunaomba neema yako, Baba wa mbinguni, ipitaye ufahamu wa mwanadamu, ukaweze kuwa nasi, ukaweze kutuongoza kaweze kututia nguvu kaweze kutushika mkono Baba wa mbinguni na neno lako takatifu kaweze kuzungumza nasi Baba wa mbinguni na kutubariki, kwa kuwa wewe ni Mungu na ni kwa Yesu Kristo tumeomba. Ha, amina. Wazo la siku ya leo tutaweza kuipata katika kitabu cha Mithali Mithali ishirini na nane mstari ni wa kwanza. Mithali ishirini na nane mstari wa kwanza, waovu ukimbia wasipofuatiwa na mtu bali wenye haki ni wanjasiri kama simba. Waofu ukimbia wasipofuatiwa na mtu bali wenye haki ni wanjasiri kama simba. Bwana Yesu asifiwe, tunaendelea na kipengele cha pili siku ya leo, ambacho tuliweza kusema ni jambo la muhimu sana na ni jambo la msingi, ukiweza kuwa na Yesu, ambalo ni ujasiri unaoshinda hofu tukiwa na Yesu tutakuwa na ujasiri unaoshinda hofu. Hatutakuwa watu wa kupatwa wa kuwa na wasiwasi, watu wa kuwa na wonga, watu ambao hata wajui mahali waendako, hawana msimamo. Tutakuwa watu ambao wana msimamo, watu ambao wana mtazamo mwema, watu ambao wanampendeza Mungu, na watu ambao wamesimama imara na wakasimamia Yesu, kwa maana tumeambiwa tukiwa na Yesu tutakuwa na ujasiri unaoshinda hofu. Kwa hivyo tutakuwa washindi zaidi ya washindi, kama vile tumeona neno la Mungu. Neno la Mungu asubuhi ya leo imetuelekeza na kutuambia wahofu ukimbia pasipokuwa na mtu ambaye amewakimbiza, lakini bali wenye, wenye haki ni wajasiri kama simba. Kwa hivyo kila asubuhi, kila siku kila uchao na kila kila wakati Mungu anakuwa, anakutia nguvu na kukuambia mjasiri, kuwa mjasiri, kuwa na nguvu, kuwa mtu ambaye ni wa kutegemewa, na kuwa mtu ambaye ako na msimamo, kwa maana Yesu amesimama na wewe na ako na wewe. Kwa maana ni mambo mengi ambayo tunatarajia Mungu atutendee, lakini kwa maombi tunaomba pasi na ujasiri, kwa maombi tunaomba lakini tuko na taswishi, kwa maombi tunaomba lakini tuko na wasiwasi, tuko na woga, tunaogopa kweli Mungu atatusikia, kweli Mungu ametusikia, kweli Mungu ataweza kututoa kati kaili na kutuweka. Pengine ni jambo la muhimu sana, ili tukaweze kuwa na msimamo, ili tukaweze kujua ya kwamba wenye haki ni wanjasiri kama simba, si eti watu wa kutishiwa, si watu ambao ni wa ni, yani si watu ambao wako na wasiwasi ama wonga, ni watu ambao wamesimama na wakasema Kristo ni Yesu, Kristo ni Bwana na anastahili sifa na anastahili utukufu. Wale ambao walitarajiwa tuki, tukiendelea na kunguzia ile wazo ambalo limetuelekeza ama, ile ule mstari ambao umetuelekeza tangu tulipoanza ndio mstari ambao ni wa wa kurudia rudia, tunaona Petro na Yohana walikuwa wanatarajiwa wawe watu wa kutatizika ama wawe watu wa kunyamaa mbele ya baraza ama wawe watu ambao wako na wasiwasi, wako na hofu, wako na wonga mbele ya baraza kuu, baraza za watu, lakini waliongea na ujasiri hata watu wakashangaa. Waliongea na ujasiri hata watu wakaokolewa. Waliongea na ujasiri hata watu wakamkumbali Yesu. Kwa hivyo ukiwa na ujasiri utaweza kufanya mambo makubwa bila wonga, bila wasiwasi na bila hofu. Yaani, hapa tutaweza kuangalia ni nini siri ya yao ama siri ya hao Yohana na Petro walipokuwa wanaongea na ujasiri tunaambiwa ya kwamba ukaribu wao na Yesu ulizalisha msimamo. Yani, walikuwa wames, wana msimamo, walikuwa wanajua liwe liwalo liwe nini, hata likose kuwa hata Mungu afanye nini akose kufanya mimi. Mungu nitambaki kumuombea na na nitambaki kusimama naye na nitambaki kumtetea. Kwa hivyo ni jambo la muhimu tuwe na msimamo, hata kati tunapokumbwa na tatizo, tunapokumbwa na majaribu ni jambo la muhimu sana, ili tukaweze kujua Mungu yupo pamoja nasi kila hatua. Mungu anatuongoza, Mungu anatushika mkono, Mungu ametushika mkono wake wa kuume, na hakuna siku ambayo tutaweza kuwa watu ambao ni wa kuwa na hofu zaidi. Kila siku, kila wakati tutakuwa wanjasiri na tutakuwa na msimamo, kwa maana tunaumbiri Yesu aliye hai, tunamjua Yesu aliye hai na tunamtegemea Yesu aliye hai na Bwana mweza wa yote na Mungu ambaye hashindwi. Kwa hivyo, pia tunaona ukaribu wa Yesu huondoa hofu ya wanadamu. Yani, huondoa hofu. Ukiongea na watu hauna hofu, hauna wasiwasi, hauna wonga. Usunjaa wa kweli sio kukosa wonga, bali ni kusimama imara kwa sababu ya kuandamana na Yesu. Tusimame na Yesu, kwa maana tunaandamana naye. Tusimame imara, tuwe na msimamo naye. Atazidi kuwa pamoja nasi, atazidi kutuelekeza, atazidi kutuongoza, zaidi ya yote, atazidi kutubariki. Bwana atubariki na abariki neno lake. Amina, tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa maana umetuongoza. Asante kwa maana umekuwa nasi. Asante kwa maana umetenda makuu nasi Baba wa mbinguni, tunaliinua jina lako na kusema hakuna Mungu aliye kama wewe. Zidi Baba wa mbinguni kukuwa pamoja nasi na zidi kutufanya kuwa wanjasiri ili tukazidi kulitetea jina lako na kulitangaza neno lako kwa mataifa yote, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tutimizie mahitaji yetu na kuwa nasi siku yote, kwa Yesu Kristo tumeomba, amina. Wadilifu. Uleta ujasiri wa kweli, lakini dhambi uzaa hofu na mashaka, hata bila ya tishio lolote. Hapo hilo neno tukaweza na kusoma na kujua kwamba ilikuwa, yani ilikuwa inasema hivi, nataka tunjikumbushe tu, wasio haki ukimbia pasipo mtu Wakufu, uh, kuwafu, uh, kuwafuatia mbali. Wenye haki ni jasiri kama simba, ni jasiri kama simba. Kama umefanya kazi yako kwa uandilifu, kama unajua kwamba hakuna yeyote ambaye nimeweza na kumwandama visivyo, kama unajua kwamba mimi mwenyewe kile kiwango ambacho nimeweza na kufikia ambacho niko nacho, mimi nimeweza na kufanya vile ambavyo ama kile ambacho kinafaa nifanye. Mbona uwe na shauku? Mbona uwe na shauku? Mbona uwe unaogopa hapa nyuma na kuanza kuangalia kuna hiki na kile, ni kama nimefanya hivi, ili hali unajua kwamba umeweza na kufanya kazi yako ka wakati uko hivyo, utakaa tu katika roho, yaani ya uoga. Kila wakati utakuwa na wasiwasi, kila wakati nimeweza na kuona huyu na yule, membii wanaongea njuu yangu, membi yani wanaongelelea kazi yangu, membi wananituanisha. Kwa sababu gani? kama ulikuwa uandilifu unajua kwamba mimi kile ambacho ninafaa kufanya nimeweza na kukifanya kwa njia ya uandilifu, mbona uangalie wengine uone kwamba ni kama wananisema? Ni kama vile kuona tu mwenye dhambi ni huyu, wakati ambapo ameona watu wawili watatu n -n -n, wana discuss ile dhambi ambayo niliweza na kutenda. Kama huku umetenda dhambi, au utaweza na kuona hayo Hautaweza na nakuwa kila wakati na wasiwasi wasi. Fulani wanaweza kuwa wananisema hivi, wakati ambapo ya yani neno limeweza na kusema kwamba ukiwa umefanya hayo yote kwa njia ya uandilifu, utakuwa na uoga na utakuwa, yani, utakuwa kama tu mwenye haki maana yeye ni jasiri kama simba. Utakuwa na ujasiri, au utakuwa unaogopa lolote? Utakuwa tu kama ni kusema, nyinyi tu semeni, mimi sina shida, maana najua kwamba nimeweza na kufanya kile ambacho ninafaa kukifanya kwa njia ya uadilifu. Mungu na atusaidia Pastor, hilo ni neno ambalo ninaamini kwamba litaweza na kutusaidia na lisaidie hata na wengi. Mungu nakubariki, na kile na ambacho Roho wa Mungu alikusudia, ili watazamaji wetu wote wakaweze na kukipata. Hakika Roho wa Mungu akaweze kuendelea na kutufundisha hata kiundani. Mungu nakubariki, kuwa na siku njema, kuwa na wakati mwema, na tupatane hapo saa tatu na nusu usiku, ili tukaweze nakubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.